akariba mũkothimaĩrĩarĩ ntere cia tharaka nĩbaumĩrĩte na kũgwata ũgeni dcc ũmweru ntere iji arĩa bakĩari akaribaba nĩbaugĩte ũkaria nandĩ bũkethirwa bũkĩongeleka na arĩa nkũrũki bombĩte kwĩthĩrwa bakiuga kinya twanyatwa ngũgĩ tũkethĩra tũkĩonekana ndene ya obiciĩ iji ya dcc arĩa bombĩte kwĩthĩrwa bakĩmũkenera anene. Leo tũkona tuko na furaha sana wananchi ambao tumeonelea tukuja hapa kwa ofisi ya ndio, uh, kupitia ofisi yake tulete kiti ambacho kitakuwa kinakaliwa na ndisi kama mimi as a police officer. Wao ndio waliniajiri kazi. Na ninashukuru sana kwa sababu kupitia wao wametulea na tukafika mahali tumefika. Shukrani kubwa sana sababu ya kuleta hiyo kitu ni sababu DC wakati alikuwa anakuajiri anakaa pale anakuambia sasa umepata kazi kama ni askari enda ufanye kazi. DC akikuwa hindi kitu. Hiyo kitu ulikuwa unajua utapata. Kwa hivyo mimi kwangu as a personal ama kama mimi ka soma nimeshukuru sana kwa sababu ya kusikia DC ameletwa hapa. Na pia hao wa wananchi wako na furaha sana. Kitu ya kwanza DC vile amekuja, tumepata kazi, tunaweza kusema asante kupitia ofisi ya DC e, kwamba mwenzetu ambayo ni mfanyikazi wa serikali na ni mtumishi wa umma ambaye anasaidia watoto wetu wale ambao wameweza kulemewa na hali ya mihadarati, Bwana Moses Kimenju, kwa kutusaidia kutupatia kiti ambaye itaweza kutumika katika ofisi ya DC, tunasema asanti. Pia tunamshukuru kwa ile kasi anafanya. Na pia ni mzuri wananchi waelewe kwamba eneo hili pia litaweza kupata viongozi wengi wa serikali wa maofisi. Kwa mfano tunara, tunatarajia mkuu wa polisi ambayo ni sub county commander. Pia tutatarajia mkuu wa polisi wa administration ambayo ni sub county administration police commander tunatarajia pia kupata ofisi ya sub county director of education na registrar wa vitambulisho na hata ofisi ya lands ama ofisi ya ardhi. Tunatarajia pia ambayo itaweza kutusaidia wananchi wetu wafaidike katika